Nakuaje na kuaje, watu wangu wa Zoni Yetu, mambo vipi? Mambo vipi bana? Leo nimekuja tena na mada fulani hivi, nataka tuongee, tukumbushane, lakini mada ni mmoja kwa watu ambao ni kama jnz fulani, wale watu ambao wana miaka 20 hivi, 22, watu ambao wanataka kuanza maisha, vijana ambao kidogo wanataka kujipanga mbeleni huko, mambo ya kubali. Ila kabla ya kwanza sijaanza kabisa, naomba tena niwashukuru wadhamini wangu wa uana Africa ndugu zangu, najitahidi sana hawa watu niwaite hapa siku moja, waje waongee in details, linia ya mambo yanamalizika na watu gea, tutegemee nini zaidi kutoka kwao. Sasa basi, turudi tena kwenye mada yangu ya leo. Mada yangu ya leo, mimi bwana, nataka niwaambie vijana wangu, kama wewe najipanga sasa hivi, unataka kuanza maisha, kuna mambo mimi nakwambia tu kama mtu tu, yaani kama rafiki na mtu ambaye niko kwenye mitandao, ni kuyazingatia sana. Cha kwanza kama wewe unataka baadaye mambo y ya nyoke na i hacha kununua magari ya kifahari sasa hivi, hacha hizi Benzi, Lexus, BMW, hizo zipotezee. Jichukulie mwenyewe Honda Toyota, jibane. Na cha pili ninachofikiria, acha acha kula mambo ya ubaiti, kula sana nje. Sometimes sawa, sio mbaya, lakini usifanye ni tabia. Wewe unapenda kula nje, kama kijana unaweza kana, hata mtu mzima naye, ukaamua kuchukua uamuzi. Uh, ushauri wangu ni sawa, sasa punguza kwenda sana kula nje Hizoela jibanie, jinunulie vyakula nyumbani, jipikie mwenyewe, pambana na hali yako kidogo kidogo. Na cha tatu nachofikiria mimi ni kwamba kama huko peke yako unaja kuchukua sehemu kubwa sana ya kuishi, achana na hizo vitu, kachukue kajibanda kako kidogo, jiweke pale. Mwanangu, kama wewe mtoto wa kike, tafuta roommate, au kitu kama hivyo, na kama wakiume vile vile unaweza hiyo ukafanya save hela hey, Ah, na cha nne nachoona cha msingi sana, acha kuikimbiza teknolojia. Nimeona kwenye mitandao ni vitu vikitoka, watu wanapambana navyo, wanachukua au simu mpya nayo, sijui imetoka hii kwenye, nimeidaka hivi vitu vipo sawa, sio mbaya, unaweza ukaamua kuchukua unavyotaka una mwenyewe, lakini mi nimefikiria nikaona tu acha kuchukua, acha kushindana na hizi teknolojia, zinakimbia vibaya sana, zitakumalizia pesa. Na hizi juri juri sawa, hizi manguo ambayo yana majina makubwa, jipende ila lazima uangalie na wewe ujiweke vizuri. Nia kwa nini leo nimekuja kuongea ya mambo ni kwa sababu hakuna mtu anayejali umetokea wapi, hata kama una michakato umepitia mingapi, amna mtu anayejali. Unajua unachojali ni nini? Ukishinda ndo stori yako watu wanataka kuisikia. Kama hujashinda, kama maisha yako ni kwamba ukipata tu unabamiza, ukipata tu unaji, unajirusha ukipata hiki, hujashinda bado. Sasa wewe jiwekeze, jwe, Afu baadaye, msee, bwana mimi na hela kuishi hapa bila kufanya kazi na biashara moja kubwa sana, sioni kifa. Watu watakuja kukuuliza maswali. Sasa hiyo ndio story watu wanaoitaka kuipata, ila haya mambo sasa hivi wewe umepiga kupiga Gucci au sijui nimepiga hiki Oh, mi naendesha gari aina hii, ah, kama ujajipanga watu wanaona unajitahidi una, una, lakini story yako amna mtu anaijali, sasa shinda. Kwa hiyo mimi kama kijana wenu wa Zone yetu nephew, nataka tu ni kushauri hayo mambo machache. Hey, next time, labda nawe katika maoni yako utaona wapi nilikosea, ni nipe feedback ndio kusaidiana huko, lakini hivo vitu vinne na maybe vitano eh, ni vitu muhimu sana kama unataka kujipanga mbeleni huko story yako kumake sense. Jipange sasa hivi ukiwa na miaka midogo, bwana. Huko mbeleni ni, ni kuchachamaa watoto, ukianza kuwa na familia, haya mambo utakumbuka tu, itasema, uta, utabakia kusema hai imeisha hiyo. Kwa basi bwana, kwa hayo ndio leo na mpaka next time. Kumbuka tupendane, ni mimi Nefi, nimemaliza kuongea na watu wangu. Kama una rafiki zako, please naomba uwaambie subscribe kwenye channel yangu ya YouTube, vile vile unaweza kunifollow kwenye Insta zangu na kila kitu takiona mbele ya screen. Thank you very much, tupendane.